Sana JJM Media Production na kama ni mara yako ya kwanza kwa pamoja nami basi, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ili wewe na familia uweze kujipatia masomo mbalimbali mbali katika chaneli yetu. Pia tunayo grupu la WhatsApp, lakini pia tunauza vifaa vya studio ambavyo ni original kabisa. Bei zetu ni nafuu kabisa, utaweza kujipatia popote pale ulipo nchini Tanzania. Cha msingi unatakiwa uwe unaelewa kitu gani unachokihitaji na kinapatikana kwetu kwa gharama nafuu zaidi. Kwa hivyo ni vitu vya msingi kabisa. Okay, somo letu la leo nitakwenda kukuonyesha jinsi ya kufungua Cubase pamoja na kuanza kuandaa project yako kwa usahihi zaidi kama unavyoona hapo, nimefungua Cubase yangu kwa ajili ya kwenda kukuelekeza moja kwa moja jinsi ya kuandaa project yako. Kwa mara ya kwanza utakapofungua Cubase yako, basi utakwenda kukutana na hizi partition hapa. Utajiuliza uanzie wapi, lakini cha msingi unatakiwa uelewe kitu kimoja kikubwa tu. Unapofungua Cubase yako kama hivi, unatakiwa uchague hapa create empty. Utachagua create empty Itakuleta ile eneo ile eneo, itakuleta utapita, utaachana nayo, itakuja kufunguka kama hivi, na kama ni mpya kabisa, basi tafunguka hivi. Kinachotakiwa ukifanya wewe, utaenda utafungu, utapunguza hizi eneo, maeneo hizi, kwa sababu tunahitaji kurekodi, hatuhitaji maeneo mengine yazibwe, tunahitaji eneo ambalo ni tupo. Unaweza kusogeza kidogo hivi. Ya, usifunge kila eneo. Utaacha hivi. Baada ya hapa, sasa utakwenda kutengeneza faili lako moja kwa moja huku kwenye ndio yako. Huku utakuja kutengeneza faili huku nje, huku utakuja hapa kwenye JJM store, kama ndio wewe, uta kwenye jina lako kule ambalo umeliweka project yako. Nataka kuisave, utakwenda huku. Mfano mimi hapa kuna faili langu nimeandika project hapa ndani, nitalifungua ndani, nataka ni save project zangu hapa ndani. Sasa nitakachokifanya nitaandika jina la faili langu hapa, na okay, nitatengeneza new folder, then nitaandika jina hapa, labda nitaandika nitaandika kaka mkubwa, kaka mkubwa, piga okay, mpaka hapo nitakuwa nimesha kutengeneza faili kule kwa ajili, nitakuwa nimeshapeleka project yangu kule. Sasa nitakachokifanya nita import ile kazi yangu. Itakuja hapa kwenye faili hapa, nitakuja kuchagua import audio yangu nitaka niangize hapo ndani, nita import, itafunguka moja kwa moja pale kwenye kaka mkubwa. Hii hapa nitaichukua, nita open hapa, itakuja itaniwekea hivi vitu hivi. Sasa hapa ikishakuwekea hivi vitu hapa kinachokufanya wewe uta tiatiki eneo hilo la kwanza, then uta taopeni mzigo wako mpaka hapo ndakuwa tayari umeshafungua. Zingatia ashi unapokuwa hivi una save, kuna vitu viwili tunatakiwa kuvifahamu. Kuna wale wengine tunatumia BPM, kuna wengine hatutumii BPM speed, na maanisha hapa kwenye tempo. Kabla ya kuadi huu wimbo wako unaweza ukawa umechange tempo kabisa hapa ili sikusumbue baadaye. Sasa tutarudi nyuma kidogo, tafuta hiyo, then tutakwenda, tutaadi moja. Tufanye hivi, tutaanza hapa, kabla hatujaa hapa, nimerudi nyuma kidogo, sishangae. Kwa hiyo kabla sijaweka ule wimbo wangu kwenye ku import, nitabadilisha tempo kulingana na wimbo wangu. Na tempo ngapi? Nitajuaje wimbo na tempo ngapi? Kama beat nimetumiwa tu au msanii amekuja nalo, basi unatakiwa uwe na na hii pro, nani, programu hii master hii song master, utaifungua hii, utachukua hii beat yako, utaiweka kwanza hapa, itakusomea hapa, utasubiri isome hapo, then itakwambia wimbo wako na spidi gani. Kwa hiyo hapa ni spidi mia na kumi na saba takata, nitakuja nitaweka huku spidi mia na kumi na saba ngoja takuja nita tajaza hapa, nitapunguza hapa kwenye tempo nitaweka mia kumi na saba hiyo hapo. Theni mia mia kumi na saba nitaenter. Hii ndiyo speed ya ya ile biti yangu inayokuja mia kumi na saba Theni baada ya hapa nitakuja sasa kwenye kuimpoti sasa. Hapa nitaimport audio file, nitakuja nitaichukua hapa, nitaiopeni. Yes hapo yeah. Tayari nitakuwa nimeshaweka audio yangu track ipo hapa. Kitakachofuata sasa hapo nitaweka sehemu za kuadi zile sasa kazi zile zangu sasa. Hapo nitabonyeza control S, hii ni kwa ajili ya kusave kile ambacho umekifanya hapa, then nitakuja hapa hadi audio track, nitachagua bana, nataka ni hadi track zangu ishirini, nitachagua hapa then nita click hivyo, tayari nitakuwa nimeshatengeneza project, nita control s tena. Kumbuka kila kipande unavyotembea una control s, maana yake una save, unashikilia control na bonyeza s, maana yake utakuwa ume save kile ambacho unataka kukiandaa. Kwa mpaka hapa tayari nitakuwa nimeandaa project yangu, labda nime nime play mpaka hapa, then umeme ukakatika, umeme umekatika nikawa nimetoka kwenye project, nikitaka kurudi kwenye projekti yangu moja kwa moja direct, naweza nikafungua, huku nikaja kwenye JJM store, nikaja kwenye projekti yangu kule niko save, nikaangalia faili langu kaka mkubwa, liko wapi? Hili hapa. Nikalifungua ndani yake, nikakuta hiki kijifaili hiki nikakiopeni ki kitafunguka moja kwa moja kwenye kazi yangu nilipoishia. Ngoja uone sasa, hii ndio ina, inakuja kukusaidia. Unaona kazi yako iko wapi, umeifanyia wapi. Hata kama mtu akihitaji project nzima umtumie, inakuwa rahisi kama unavyoona hii hapa, pale pale nilipokuwa nime- nimefikia basi ndipo ilipokuja kuanzia. Kwa hiyo itakuja kuanza na BPM zako zile zile, kwa hiyo haitakusumbua maswala ya kuhama, mara imejibadilisha speed, haitakuja kufanya hivyo kamwe, kwa sababu tayari ukulisha control, na ukaisave. Kwa zingatia usio unaposave usije ukute, na ukaanza save as, no itakusumbua. Mwisho wa siku itaanza kujitengeneza viprojekti vingi vingi kule nje, itakusumbua, unashindwa kujua ipi ni ipi kwa hiyo hakikisha una save control s kama hapa unavyoona, control s ndio unasave. Na umemaliza kazi yako unataka ku, kuifunga hakikisha unakuwa quiet hapa, itatoka lakini, uhakikishe umesave itakuuliza hivyo, basi mambo yatakuwa mazuri. Na hapa unavyoendelea vitu kuvifanya kama utarekodi track, basi kuna faili litajitengeneza hapa ambalo linaitwa audio, litakuwa lina zile track zako zote zilizorekodiwa kule ndani hivyo itakuwa ni rahisi zaidi kukusaidia wewe mwenyewe katika kazi zako unazozifanya. Kwa hiyo ndio njia sahihi na rahisi ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuandaa project yako ya audio. Nikutakia wakati mwema. JJM Media Production.